Akasema huyu mwanamke namjua, najua vile amechinja watu, najua vile manabii wamekimbia, wengine wamemalizika na wengine walifungwa na Obadia Wak wakawahifadhi, wakawa and they were kept in prison, walichukua watu mia moja, they took a hundred people, wakawaficha, and they hid them kwa sababu wasiu wao. Kwa hiyo uyo hakuwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo Elia, yeah, Elijah, Biblia nasema ya kuwa kwa sababu ya sauti akakimbia. Kuko sauti ambayo inakukimbizaga kind of, unaweza kuja kanisa lakini sauti inakwambia toka hapo, ondoka hapo, na nje ni sauti za kukutoa kwa uwepo wa Mungu. Mana unaweza kuwa kanisa na simu zinalia unakutana mtu anatoka kwenye uwepo anakwenda kusikia sauti ya mtu. Heri kusikia on sauti ya Mungu kwa sababu sauti ya Mungu ndiyo iletayo uzima. Tumesikia sana sauti za watu, tumepigiwa so simu sana, lakini nani ya hizi sauti tunasikia hakuna tumaini.